Sisi hapa ul o ni mshenga ni kibaraka, leo tumwa enewa kibaraka tu, sisi tunamhitaji kigoli ambao yuko mayu wetu, mayu wetu. Lakini Useni nakwambia, vaa miwani kwanza ili uone vizuri. Nakwambia Useni, kwa mara ya kwanza wanajivunja jamaa, waje fainali. Chukua nachokwambia na isave hii. Wanajivunja waje fainali, mziki huu amasiawatafungwa la Singida na kwa, oh, lazima watajiondoa tu, wa si asicheze fainali kama tarehe nane tunavyokimbia hawawezi kuja. Kama kweli sisi tumetangulia haje, haje. Lakini nakwambia hawezi kuja kwa sababu ndio wachezaji ndio kama wale dakika mia mia na 8 hawana shot on target kwa anasema anawataka na nyinyi nani sisi? Yeah, yeah. Sisi kwa maana kwenye dabi tarehe 15 pia yeye atapeleka timu kwa jambo la kwanza, hmm. Kama kwa anotaka manake tarehe nane angekuja Benjamin Mkapa amekimbia si mwelewa hiyo tarehe kumi na tano wanasemea tu vyumbani, kuna kodi yani, kuna uvumi unazungumza, lakini kufungua mioyo yao, kila shabiki wa Simba nchi hawatamani kukutana.